Kipindi napevuka, nilipata bahati ya kushauriwa na wazazi wangu juu ya mahusiano. Kuna mambo matatu ambayo walinisisitizia sana. Leo hii ningependa tushare hayo mambo. Kwa nini tushare haya mambo? Kwa sababu haya mambo ni kama nguzo mojawapo ya mahusiano, si mahusiano tu ya mapenzi, mahusiano ya urafiki na kadhalika. Wazazi wangu walinisisitizia kwamba nitakapoingia kwenye mahusiano ya aina yoyote, nisiingie kwa sababu ya ana, na nisiingie kwa sababu ya nina, bali niingie kwa sababu ya tuna. Na hisi nimekuacha iko hivi, kuna baadhi ya watu, sio wote kuna baadhi ya watu wanaingia kwenye mahusiano na watu kwa sababu ya ana kitu fulani, aidha pesa, aidha umaarufu na kadhalika. Ukifanya hivyo utakuwa umekosea. Na kuna watu wanaingia kwenye mahusiano na watu kwa sababu yeye ana kitu fulani ambacho anaamini ya kwamba kupitia kitu alichokuwa nacho ana uwezo kumkontrol yule mwenzake. Hilo ni kosa. Ana na nina siku zote zimejaa ubinafsi, ubinafsi ambao hautakupa uhuru kwenye mahusiano ya aina yoyote. Ana na nina ndiyo sumu iliyojificha kwenye mahusiano ya sasa. walinsistizia mahusiano yangu ya bezi sana kwenye tuna, na mimi nikauliza kwa nini tuna, wakanyambia ya kwamba tuna imebeba umoja, imebeba hisia za kweli na mapenzi ya dhati. Hakikisha ya kwamba utakapoingia kwenye mahusiano na mtu yoyote, muingie kwa sababu ya mnapendana, mnasikilizana mnaheshimiana, mnakosoana, mnaoneana huruma na kadhalika. Hayo ndiyo mambo matatu ambayo wazazi wangu walinieleza mimi. Hebu niambie, ni kigezo gani ambacho natumia kuingia kwenye mahusiano na mtu? Niandikie chini kwenye komenti. Usisahau pia kushea kwa ndugu, jamaa na marafiki tuweze kupata mawazo yao. Naitwa Berliht ni foro kwenye mitandao ya kijamii ni ushauri tu.